Kuna msemo hapa kwa wanawake ama kwa wanaume. Mwanaume, ukiwa na ume mfupi, usijidharau. Eh, usijidharau kwa sababu nataka nikuambie kitu. Naona hiyo nyama ya mwanamke hata nawaambia kabisa kabisa utamu huwa si huko ndani. Nakwambieni ukweli kabisa, utamu ni hapa karibu inji mbili tu hapo juu juu ndio kuna kila kitu. Kwa hivyo kuwa na kaume kafupi, hiyo sipo maanisha mwanamke wako atafika ama atafika kileleni ama atasikia raha. Hapana. Manake huko ndani kwanza hata wengine wakiwaambia ukweli wanawake watakwambia sisi huwa tunaumia. Mkiingiza ndani yote huwa tunaumia wakati mwingine. Eh, hivyo ndio nawahakikishia. Ukiona kale kadogo mwanaume kanatosha hako. Manake ni inji mbili tu zinahitajika. Kuchezea nyama hapo juu juu ndio kutamu zaidi. Wanawake hata wanaweza kwa kusema hiyo kitu kama hiyo. Manake ni utafiti mimi nishaufanya. Kitu kingine, wanawake. Mwenye mnafikirianga ati zile ndefu ndio ziko tamu. Hizo ndefu zinawaharibu hata kizazi. Hizo ndefu zinaweza kuwaumiza, nawaambieni ukweli. Na mchunge wanawake, kuna zingine ndefu kupita kiasi, ambapo hata imewekwa alama na daktari mahali anafaa afikishe, na sababu yeye amepata mtu ama kama amepata mtu amempatia ya pesa yake yeye ya ya anaamua k kui, kui, kui, kuingiza yote kabisa, akishaingiza yote kabisa basi, kumbuka mwanamke ndio anaumia. Mwanamke ushalipwa, utabidi uvumilie, kile kizazi kinasukuma mbali, hata wakati mwingine unaweza kuwa hata ujifungui watoto. Basi inakuwa kitu kimeharibu ile kitu. Wanga ni automatic, venye Mungu ameumba ni automatic, inafaa iwe inanyonya zile spam za wanaume na inajikausha yenyewe automatically venye mnaendelea kufanya, lakini nafikanga wakati sababu ya zile ndefu, wenyewe mnapenda zile ndefu, wanawake, mkiona kama ndizo nzuri, lakini nafikanga wakati zile ndefu zina inaharibu ile automotion zinaharibu, inakuwa sasa ile kitu mpaka itumwe kitambara kupanguzwa, ambapo inafaa kujikausha kuji yenyewe automatic. Kwa hivyo uchungeni wanawake, pia hizo ndefu, angalieni, chunguza mtu, sio leo. Umeona mtu umeenda na yeye, mtu akona ndefu kama ya punda, itakwata kuumiza Atakuumiza manake wewe chunge hiyo kitu haiumi, na mwambie kweli, wanawake wasichana wetu, haiumi ukikaa nayo, kwani itauma hata italeta shida? Wezi kuleta shida, toa nia hapo, alafu italeta shida. Chunguza mwanaume vizuri, unaangalia kila kitu vizuri, siji ukapata na kitu uanze kukimbia, uanze kusema, unajua wewe sijui nini sijui wewe, ni mtu mzima. Hapana, chunga, hii ni kitu inafaa ichungwe, na usipoichunga basi itaharibiwa, na ikishaharibiwa basi kila mwanaume atakuwa na mara moja atua na kuonja na kimbia Usiulize kwa nini unatorokwa ni mwanaume, ulikutana zile ndefu na zikaribu zikaribu, hiyo automation kitu ambayo inafaa jikaushe yenyewe automatic, basi inabidi nipanguzwe. Ni mwanaume akijaribu tu anakimbia, anaachana naye, manake hata imepanuliwa imekuwa kubwa. Wewe mchungeni, wanawake tofauti tofauti zinakuletea ugonjwa, unakuwa addicted ni tofauti tofauti. Hata ukiolewa basi utatulia na moja, utakuwa unatafuta huku raundi na huku raundi. Sawa sawa, hii ni wasia na wapatia, na ni wasia wa ukweli na kupitia Utafiti wenye nimeufanya utafiti wa haki wa miaka mingi. Mchunge sana wanawake, vitu kama hizo. Wanaume na nyinyi muache kufanyia kufanya wasana wanawake wenu kila siku kila siku kila siku, muone mnawapatia mapumziko ya siku mbili tatu, ili kitu irudi pamoja, ijiregeshe pamoja na ikuwe nzuri, niendelee kuwa tamu.